Mzungumzo kama watu hawajaelewana lazima wakae chini awaelewane. Hawataka haong, waongee mzungumzo watu wakae, watu na ina na ina adabu na ina masharti yake, na kila watu au wananchi watakaa chini chini ya na yana kawaida, tabia ya binadamu <coughs> lazima watu watagombana siku, tabia yetu sisi. Kuna mtu amekamilika? wewe na mke wake mke wako siku siku watagombana, wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, wewe na jirani yako. Kawaida binadamu lazima utatokea ugomvi baina wewe na watu unaishi nao. Kwa nini? wewe hujakamilika na wao hawajakamilika. Kuna mtu amekamilika? mtu wa kwanza, baba yetu Adam amemkosea Mola wake Mungu amwambia usile miti hii, kala, lakini amerudi kwa Mola wake kuomba msamaha. Na Iblisi alayhi laanatullah, kamkosea Mola wake, Mungu amwambia msujudie Adam, mheshimu Adam, akakataa. Lakini Adam amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakubali kosa lake kala, kasema mbele wa Allah kwa hali ya unyenyekevu, Allah kamsamehe. Lakin, lakini Iblisi ame amekataa kuomba msamaha, imaana Mungu amemshushia laana yake Mungu mpaka siku ya kiyama. Sasa kukaa watu chini wanafanya ma, mazungumzo na wanakaa chini, hii ambayo kitu inalinda nchi na jamii na nchi. Inakuambia Tanzania sio nchi tu, sio mayumba hii, kina wa zebra hii, simba, Kilimanjaro, bahari hii sio Tanzania, sisi we watu maana kama watu wataondoka Tanzania wote wamekufa wote, saa hizi tena Tanzania niitwa ni pori. Sasa nchi manake ni watu ne, inchi, na nchi inajengwa kwa watu wake, vijana wake, na nchi ipatikana uhuru kupitia watu, wametoa muhanga, wametoa muda yao mpaka ipatikana uhuru. Hii ni amani, hii sio wewe unaona lami unashana gari unafurahia una, kumbe lami ilikuwa hii ilikuwa hii mabonde yuko mashimo yuko watu wametengeneza zanguni. Waislamu lazima tufanye mazungumzo, tukae chini na kusudia, watu wa siasa wakae chini awaelewane. Dini yetu unasema adabu ya mazungumzo, kwanza inakusanya umoja na unatoa huduma kwa nchi unasaidia nchi yako na watu wako, na wewe utapata msaada. Alafu kukaa chini kaongea, inaweka kuelewana, kuaminiana baina watu, ambayo wewe na wao uko su tafahum. Ya pili, wakati unaongea na, na mtu lazima ulete mezani kitu ambaye maslaha ya jamii, sio unazungumza wewe unaongea mambo yako binafsi, maslaha yako binafsi au chama chako au madhehebu yako au kabila yako. Hii hawezi kuleta matunda au faida. Lazima ilete mezani ni kitu ambaye inaweka mezani kitu maslaha ya jamii na maslaha ya nchi na faida kwa nchi na amani ya nchi. Ya tatu, kuongee na mtu sio maanake wewe dhaifu wambe mtu njoo tukae tuongee, sio maana yake wewe dhaifu, kama watu wengine wanaamini. Sio, sio wewe dhaifu, na sio wewe kukubali ushindwa, sio hivi, lakini inaonesha wewe unafahamu kubwa, una akili mbana, yani una akili We jirani ako tu mfano, kila siku vurugu vurugu, watoto wanapigana wewe wana, wanapigana napelekana na polisi sio, sio nzuri kwake wala kwako. Ukae na wewe bana, tukae pamoja tuelewana, shida nini hapo? Maanake wewe mmekoa familia yote na nyinyi jirani, utaishi kwa amani. Dini yetu Qurani utukufu Allah amefanya mazungumzo, metokea mazungumzo baina ya malaika na Mungu. Wakati Mungu subhanahu wa ta'ala atakuumba binadamu, kawaambia malaika, e ee malaika mimi nitake niweke ardhi hii mtu anaishi atakaa niaba yangu khalifa. Malaika wanasema utaweka watu ardhi aishi utaumba watu Mungu kumleta ardhi aishi, hawa watu watasambaza ardhi fisadi, watamwaga damu, bora sisi. Hii maana kwa kuwa niaba ya Mungu ni daraja kubwa, bora hii daraja hii tupate sisi, tupeleke sisi malaika, nasi tuna tutasa tunatasa tukuna nukaddisu lak tukufanya wewe

Malaika amejuaje watu watakuwa kwa niaba ya Mungu khalifa katika ardhi hii na watasambaza fisadi na watamwaga damu? Wamejuaje binadamu? Leo sio nafanya hivi kila sehemu, leo damu inamagika, fisadi wingine, wanamenyewe dume awe kike, wanachoma sindano, sio wanatengenezea nini? Naona dume kabisa kama kike, sio fisadi

wanasema ulama, malaika amejuaje watafanya hivi, binadamu fisadi, watamwaga damu? Wasema ardhi hii ilikuwa zamani inaishi majini, kabla sisi, imefanya fisadi, mwaga damu. Maana malaika sema watamleta watu watakuwa kama majini ambaye wamefanya fisadi katika ardhi. Baadaye Mungu ajini hao wameangamiza, baki wachache tu, amekimbia baharini sasa

malaika wametekeleza amri ya Mungu, fasajada almalaikatu kulluhum ajmaun. Malaika yote wametekeleza nini? Amri ya Mola. ila Iblisa isbukwa Iblis shaytan, aba amekataa, amekata awe katika kumtii amri ya Mungu. Baada Mungu anaendelea ana nderea kufanya mjadala na Iblis. Sikizeni vizuri, malaika wametekeleza amri. Baada Mungu amwambia mimi najua ambaye mimi najua kitu ambacho nyinyi hujui. Basi malaika amesalenda, malaika amefanyaje? Amesujudu, iblisi amekataa. Sasa mungu kamuuliza iblisi, pamoja na iblisi ana laana ya Allah, mungu amemkasirika kwake, na iblisi ni iblisi tu, ingatosha kusema iblisi tu, sio semawaswaeli we iblisi wa tayari matusi iblisi ni iblisi tu pamoja na hivi, Ibilisi jeuri yake kiburi yake, Mungu tena ameendelea kuongea naye kamwambia nini? ya iblisu ma laka alla takuna ma sajidin. Kwa nini wewe usujudu utekeleze amri yangu? qala lam akun li azli basharin khalaqtahu min salsal. Sasa so, mimi umeumba mimi katika moto na huyo Adam umeumba wewe katika dongo. Sasa so, dongo ni so, dhaifu dongo hii mchanga hii dhaifu mimi moto siwezi, mimi moto, moto nimsujudie huyu udongo. Sio kibri? Sasa yeye anamfahamisha nani, Waislamu? Anamfundisha Mungu, kwa Mungu ajui? Huyu kaumba katika moto na huyu udongo. Sasa Mungu ameongea na Iblisi kafaina ya mujadala

nitakiwa kama mfano, kofia unaweka kichwani, sio bipi? Kofia kama utaweka mkononi, hapo sio. Au una hikma. Mungu anamwambia, wajadilhum, mtu Muhammad, mfanye naye mjadala hawa ambao sio Uislamu, billati hiya ahsan, tumia njia ambayo nzuri mno, ongea naye kwa lugha nzuri. Hivi Mungu anamwambia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ndugu zanguni, tutajua leo na watu unapingana na wewe kafaninayo mjadala kwa nia nzuri ya kujenga, sio ya kubomoa. Hii ilikuwa njia wa, wa mtume. Allah ametuma wote, Mtume Muhammad tushataja. Tusome Nabii Nuh ambaye mtume wa kwanza Mungu ametuma akawambia watu wake, na babake akawaambia watu wake, inni lakum nadhiru mubin, mimi nakuja kwenu kufahamishia ninyi onyo ambayo yuko wazi wazi. Vile vile Sayyidina si Nuh amekaa miaka tisa hamsini ana mita watu wake ka awaamini Mungu amekataa, naamini watu arobaini tu, wengine Mungu ameangamiza. Miaka tisa mika, mika, mika, tisa, na hamsini. Qur'an nasema miaka alf kasoro hamsini. Ibrahim vile vile kaongea na babake kafanya mjadala babangu, njoo mina ilmu ambaye Mungu amenipa wahyu, wewe huna, njoo nisikilize. Musa alayhi salam kaongea na mtu i Firaun, Firaun akasema mimi ni Mungu wenu. Hata Iblisa kasema a jafikka ha akasema asma an rabbukum, niko Mungu ko munngu woni tenaya kabisa, lakine Mungu angalia wakati anamtuma Musa na Harun ila wayno kwa Firaun, amedai yeye mola waliiadu billah, yeye mungu mungu, anamwambia nendeni kwa huyu koa, yani mtu amekufuru kwa Allah, huyu ana kibri Mungu anasema ongee nayo kwa kauli laini. Pamoja Mungu anajua huyu hawezi kuamini, lakini hii message inakuja kwetu sisi. Beni neno nyepesi laini, huwenda Allah atamba hofu watabata hak. Mwisho wa nabii sina Isa alayhi salam, Isa alayhi salam ibnu Maryam kawaambia bani Israili, eh, watu wa bani Israili, mimi mtume kutoka kutoka Allah kwenu

na wasta, wastaarabu kabisa katika dini Uislamu na Qur'an amefundisha Mungu. Qur'an atasema e, Mtume Muhammad, mumbia hawa watu wamebewa kitabu kabla yenu, Wayahudi na Wakristo e, watu ame, watu wa ahli kitab, njoni tufanye mjadala, si zenaba ila kalimatin sawa yuko neno baina yetu sisi wote na nyinyi unatafuta haki na sisi tunatafuta haki, sio hivi. Kama nataka haki wao, nyinyi lengo yenu ni haki na sisi lengo yetu haki, tukae pamoja, tuongee kwa pole, kwa heshima, kwa adabu, tuache jazba, tuache matusi, tukae chini, neno nini? Tumaabudu Mungu peke yake, wala usifanye shirki. Kama watakubali

zanguni Waislamu, kujadiliana na watu sio wewe ulazimishe watu rai yako, sio hivi, sio lazima hivi wainama watu wanakupinga wewe, ile awalewe wewe msimamo yako nini? akusikie watu wangapi wenye zanguni Waislamu wanarushana maneno katika hasa mambo ya dini, Waislamu wanarushana maneno bado kukaa pamoja wao umeelewana vizuri kuliko kusikilizana social media. Mi bana, alikuwa maksudi yangu hivi, akumbe hivi hivi, umeelewana sasa, ukawa baa moja, kwa nia nzuri, kwa kila mmoja atafuta haki. Waambie mfano, mi sio mtu wa siasa, watu wa siasa wote umekubali, wote yuko mtu anakataa, tulinde nchi yetu, hakuna yuko mtu anakataa? amani muhimu kwetu, yuko mtu anakataa? Tanzania yetu yote ipo basi, tuweke Tanzania katikati yetu, tukae tuongee, ile tulinde Tanzania na nchi yetu hii, neno ambaye kila watu wakubaliana. Kama kweli wewe maneno unasema ni kweli, utakubali ukaa chini, mambo yaishe. Wa zanguni, Waislamu, nimesema narudia tena, kuongea na mtu Sio lazima umkinaishe we rai yako, lakini kitu muhimu afike message yako wewe, ulikuwa unataka nini, lengo yako ilikuwa nini, na wewe utamsikia yeye, lengo yake ilikuwa nini. Lakini sio kujadiliana, lengo ya mimi nitaka ni kushinda wewe au kuwasha moto au tulete chukuchuku ya udini, tugawa umma. Hii sio sahihi. Kukaa pamoja ili tuelewane, iko kitu kama kosa hivyo, turakibishane hapa hapa, tuende mbele kwa mbele. Waislamu meleweka na Qurani. Amekataa mujadala kama haina faida, mujadala mtu ana mdharau wengine mjadala wa mtu anao rai yake sawa, ingine wote takataka au yeye amsikizi mtu yeyote, hii mjadala Qur'ani amekataa wala hawezi kuleta faida wala hubati mtunda katika hii mjadala, na Qur'ani amekataa sa, mjadala hii haifai. Hata kama unafanya mjadala wa mtu sio Muislamu, Qur'ani amekataa, usimtukani Mungu wao, kwa sababu sisi kwa mujibu imani yetu tunaona nini Mungu batili sio sio haki, lakini Qur'ani yasema madamu unafanya mnakasha, umheshimu usimtukane mungu wao naabudu wao, watakuja wao kumtukana mola wako haki. Sasa haileti faida, Qur'ani imesema hivi. Tutoa mfano ambayo kwa ya mwisho inshallah. Mtume sasa sallam amekuja kwake mtu mmoja naitwa Utba Bin Rabia amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu jamaa likuwa katika Waarabu mtu bingwa ya balagha na fasaha. Kaja kwa Mtume Muhammad, nimekuja kwako mimi kwa ni wazee amwenituma. Unataka dunia tutakupa hela, unataka mke chagua wewe kwa kabila kubwa tena, unataka wewe uwe kiongozi takupa wewe kiongozi wetu, we sisi Mungu zaidi ya 300. Mnaleta bid'a kwetu, mtume dini yake dini ya Allah inasambaa inakubalika, haki umeshinda kuzuia. Umefanya njia yote, umemtesa mtume, umemfukuza maswahaba, wengine umewaua. Sasa sisi tunajua historia hii. Yaani, kabla mtume ambe tashwishi Mtume amesikiliza huyu jamaa anaongea, mtume anasikiliza kimya. Na sio katika adabu, mtu anaongea, wewe unakatisha, sio katika adabu na sio katika akhlaqi ya dini. Hata mtu anaongea kitu ambacho ukubali, ndika point, subiri, na wewe chukua muda wako, lakini unakatisha maneno ya mtu, sio sahihi na sio adabu. Mtume anasikiliza. Wewe nani? Muislamu sio Muislamu huyu tena sio kafiri tu kafiri ambaye alimuudhi Mtume na wasahaba Mtume wa sallam, Mtume anamsikiliza kimya, kaongea kaongea. Baada ya kumaliza Mtume kamwambia e, Baba Walidi. Mimi kafiri msikilize, e baba, mimi nikwambia, Baba Walidi au Baba Ahmed, sio maana yake nini? na kuheshimu na kuvuta na kuthamini, sio hivi? E baba walidi Umemaliza, ndugu yangu, sema ndiyo. Mtume anasema na mimi sitaongea, ni fursa yangu nisikilize, nasema na mtakusikiliza. Hii ni tu adabu ya mjadala kuongea pamoja, zanguni Waislamu, kama sisi hatukai pamoja, watu hawaelewani, hasa watu wa siasa nchi hii. Mungu asijalie itakuja adui, yuko nje anapenda sisi kupigane, ile aibe rasilimali yetu, ni mali yetu. Kama sisi tunapenda mustakbali ya nchi yetu na kizazi yetu, tukae pamoja, tuelewane, kila mmoja na dini yake na madhehebu yake na kabila yake. Ndio watu hawaheshimiani, kwa mujibu wameandika katika katiba ya Tanzania. Hata Qurani nasema hivi, huwezi kulazimisha watu dini yako na wewe dini yao, lakini watu lazima waheshimiane kwa mustakbali ya nchi yetu, na tujenge nchi yetu. Mzanguni wa Islam tuna fursa sisi tukaa pamoja, watu aelewane, tuache kauli ya kugawa watu fitna. Wanasema Waarabu, nyumba kubwa inaweza kumchoma cheche ndogo tu. Cheche si dharau, lakini wanaweza kuchoma nyumba mzima. Cheche hii watu wengine wanatoa, upande wote asimamishe. Tuingie kwa hikma, kwa akili ambayo hii dini yetu imeamrisha, kama hapa nimetoa awali, tukae pamoja tujadiliane, tumwambie nchi yetu na watu asifukie kaburi ambaye shezikwa zamani, haileti faida haileti yeyote. Tuna fursa tuna inchi tuna amani tuna neema. Neema hii watu wasukufuru, na watu awasikilize kiongozi wanasema nini. Dini yetu imeamrishwa tusikilize kiongozi. Ya mwisho namba nasaha, vijana e, vijana, we kijana mdogo hujui mustakbali yako, hujui nini una jazba, barubaru, una damu unachemka, usisikilize mtu yeyote anaongea wewe unamfuata tu. Sikiliza wazee, sikiliza washekhe, sikiliza watu wa dini ambayo Waislamu, ambayo siwa Waislamu, ambayo hao watu wanakuhimisha wewe utulie, usifanye vurugo. Wanasema Waarabu, wazee kama traffic light. We una haraka inawaka nyekundu red, ah, una haraka lakini watu wengine acha biti, ili wewe baadaye unapita kwa salama. Lakini unataka kupita na huyo kupita, inatokea nini? Ajali, na nyinyi wote hakuna mtu anaenda, wote tu una ganda haba, au sio kweli? Ajali inatokea watu anaumia, mara nyingine vumilia aiji nchi yako kwa ili amani. Nasaha vijana, usipoteze, usiharibu nchi yako, usilete vurugu, usikilize watu wa ghasia, ambayo wengine wengi wako kule nje wanakula raha zao, wanakungamiza wewe. Kama utakufa katika hii watu kwambia, Mungu amlaze sehemu wema, wema uweze kulala mpaka wewe uchunge wema hapa